Seneta wa Narok Stephen ole Ntutu na wabunge wanne ambao waliokamatwa hapo jana, leo waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi nusu milioni kila mmoja pesa taslimu baada ya kufika mahakamani. Awali wanasiasa hao wamesomewa makosa ya kuchochea vurugu katika mahakama moja hapa jijini Nairobi. Kama anavyoarifu mwanahabari Hussein Mohammed, hatua hiyo imeibua hisia kali miongoni mwa wafuasi wao katika kaunti ya Narok. Mmoja baada ya mwingine waliingia kizimbani: seneta wa Narok Stephen ole Ntutu, mbunge wa Narok Magharibi Patrick Ntutu, Johana Ng'eno wa Emurua Dikirr, Moitalel Kenta wa Narok Kaskazini na mwenzao Korei Lemain wa Narok Kusini, wote wakikabiliwa na tuhuma za kuchochea fujo. Mahakama ilifurika huku aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga akifika kusikia kesi hiyo. Ni kesi ambayo mkuu wa mashtaka Keriako Tobiko aliomba muachiliwe kwa dhamana ya pesa taslimu shilingi 1500 kila mmoja. And subject therefore to those conditions we would be, uh, agreeable to the subjects being released on their personal bond. Ile mambo imetupeleka pale ndani, si ati iko dhambi tumetenda. We are innocent ni kwa sababu tumesimama kusema we are allergic to corruption. Game shot, the criminal is not here, the criminal is out there. Ile, ile watu wetu ambao waliuawa hawakuuawa na watu ambao wako hapa. Hii ni dhihirisho ya kwamba kuna wengine baada ya wajalewa, Kenya iko mpya, wana ndoto, wanaota ndoto ya kurudisha Kenya nyuma kwenye giza. Kule mjini Narok, usafiri ulilemazwa huku wakaazi wakipinga hatua kukamatwa kwa wanasiasa hao. Taswira hii ndio ilioshuhudiwa kwa muda, wakaazi wakichoma magurudumu huku wengine wakiwakosoa polisi kwa kutumia risasi hai. Tulikuwa hapa tumejaa, tukasikia marisasi. Na mtu mmoja hawezi sababisha maisha ya maelfu ya watu ya Narok, aende Tunai, aende. Shida yetu peke yake ni Tunai, peke yake ni, amekuwa ugonjwa wa Narok, fikishie hivyo. Vurugu hii iliendelea kwa muda, na hata kuacha wengine kuzirai na kukimbizwa hospitalini. Hata tupiga mpaka lini? Katika eneo la Transmara la kaunti hii, viongozi wanaomuunga gavana Samuel Tunai waliwakosoa wenzao wanaopinga uongozi wake yeye angechukua mkondo ya kupeleka sheria ifanye kazi na angeitisha mheshimiwa gavana, yale maneno ambaye eh, anasema anadai. Mheshimiwa Ntutu asitumie ofisi yake ya kuja kumaliza watoto wa ya Wamasai. Kama iko na neno kiongozi, wasitufanye nyasi, kwa sababu hawa wakifika kwa mkuta, kwa maandamano kama haya wanaingia magari na kutoroka kabisa kuacha mambo yakiwa huko. Hapa Nairobi, mahakama imeamuru kudumishwa amani na Narok kuku kesi na ukabili wanasiasa hao ikitarajiwa kusikizwa Februari tarehe 13. Hussein Mohammed, KTN, leo.